Habari za asubuhi. Salama, kwema. Hii ni ofisi yetu ya umma, ni ofisi ya mtendaji wa kata ya Kipunguni B. huu ni muda wa kazi na ni asubuhi, ni zaidi ya saa moja na nusu, ofisi haijafunguliwa. Itoe maelekezo yafuatayo: Watumishi wa umma ni lazima wafanye kazi, lazima wafanye kazi. Serikali imeajiri watu ili wawahudumie wananchi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anataka Watanzania wasikilizwe, wahudumiwe, watatuliwe kero zao. Hatuwezi kufikia malengo hayo kama muda wa kazi, ofisi ya umma inakuwa imefungwa namna hii tumia nafasi hii kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, nimwelekeze mtendaji wa kata ya Kipunguni B, popote atakapopata taarifa hizi, akaripoti kwa mkurugenzi wa halmashauri husika, na akajieleze kwa nini muda wa kazi ofisi ya umma imefungwa na mkurugenzi nimwelekeze kwa niaba ya mheshimiwa waziri achukue hatua za kiutumishi, hatua za kinidhamu. Mambo ya nchi hayataki uhovyo hovyo.